Aliyekuwa mkurugenzi wa habari na uenezi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, Mrema ametangaza rasmi kujiondoa katika kundi la G-55 akieleza kuwa kundi hilo limekoma rasmi na halipo tena. Kupitia ukurasa wake wa X, zamani Twitter, Mrema alifunguka kwa kina kuhusu hatima ya kundi hilo ambalo lilijipatia umaarufu mkubwa kutokana na misimamo yake ya ndani ya siasa za upinzani nchini. Katika taarifa yake, Mrema alisema kuwa hata usemaji wake kuhusu kundi hilo umefikia mwisho na kuonya kuwa hakuna mtu anayepaswa kuendelea kulitumia jina la G-55 kwa sababu limekufa rasmi. Akiweka msisitizo, Mrema alieleza kuwa ikiwa mtu yeyote atatumia jina la kundi hilo, basi afahamika kuwa anafanya hivyo kwa maslahi yake binafsi na si kwa niaba ya kundi la G-55 ambalo kwa mujibu wake limeshakufa na halipo tena. Kauli ya Mrema imebua gumzo kubwa mitandaoni huku wadadisi wa masuala ya kisiasa wakitafsiri uamuzi wa wake kama hatua wa muhimu inayoweza kubadilisha sura ya upinzani nchini. Kundi la G-55 lilikuwa likihusishwa na wanachama upinzani, wa upinzani waliokuwa wakitoa msimamo mikali na kutetea mabadiliko ya kisiasa nchini, lakini ndani ya muda hali ilibadilika na baadhi yao kuonekana kimya au kujiondoa katika siasa za wazi. Kwa tamko hili la Mrema, historia ya kundi hilo inaonekana kufikia tamati rasmi.